Sisi, na tulipoke, imani ilo. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Santi Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku, leo Alhamisi, juma la kwanza, kipindi cha kawaida cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Samweli sura ya nne aya ya kwanza hadi ya kumi na moja na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya kwanza aya ya arobaini hadi arobaini na tano. Karibu tusikilize injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko sura ya kwanza aya ya arobaini hadi ya arobaini na tano. Siku ile mtu mwenye ukoma akaja kwa Yesu akamsihi na kumpigia magoti na kumwambia, Ukitaka waweza kunitakasa. Naye akamuhurumia, akanyosha mkono wake, akamgusa, akamwambia, nataka takasika. Na mara ukoma wake ukamtoka, akatakasika. Akamkataza kwa nguvu, akamwondoa mara, akamwambia, angalia, usimwambie mtu neno lolote, ila enenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe alivyokuamuru Musa kwa kutakasika kwako iwe ushuhuda kwao lakini akatoka akaanza kuhubiri maneno mengi na kulitangaza lile neno, hata Yesu asiweze tena kuingia mjini kwa wazi, bali alikuwako nje mahali pasipokuwa na watu, wakamwendea kutoka kila mahali. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Mwinjili Marko anataka tujiulize leo haya maswali: ni wapi tumefungwa? Ni ukoma gani tuliobeba ndani mwetu kimya kimya? Je, bado tunaamini kwamba Yesu anaweza kutugusa? Tunaposoma Injili ya Marko sura ya kwanza aya 40 hadi 45, tunagundua kwamba ni injili ya huruma ya Mungu, ujasiri wa imani, mguso unaovunja mipaka na mvutano kati ya utiifu na shauku ni injili inayotuambia wazi kwamba Mungu si mtazamaji wa mateso ya binadamu, bali Mungu anagusa, anaingia na anachafuka nasi ili atutakase. Ukoma katika injili hii unamaanisha dhambi inayotutenga na Mungu, aibu inayotufanya tujifiche, majeraha ya ndani tunayoonea haya, hali ya kukataliwa, kunyimwa sauti na kutengwa. Lakini katika dunia ya leo pia tunashuhudia ukoma wa aina nyingi, kama ukoma wa chuki rushwa ukoma wa tamaa ya madaraka, wa kukata tamaa na ukoma wa dini ya mazoea bila uhai. Lakini tunaposoma injili hii, tunaambiwa kwamba mkoma alipiga goti na kusema, ukipenda waweza kunitakasa. Na hapa ndipo tunaona kilele cha imani ya kweli, kwani kupiga goti kunaonyesha ishara ya unyenyekevu, kukiri udogo wetu mbele ya Mwenyezi Mungu na kukubali kwamba Mungu ndiye muweza wa yote, hasa tunapokutana na kauli ya mkoma isemayo "ukipenda". Ni neno la busara na unyenyekevu kwamba hamlazimishi Yesu, hadai haki na hafanyi madai yoyote juu ya ukoma wake. Anaacha uamuzi wote mikononi mwa Mungu. Hii ni imani iliyokomaa, imani inayojua kwamba Mungu anaweza yote, lakini pia inaheshimu mapenzi ya Mungu. Nasi pia tunaalikwa kufanya kama mkoma huyu katika hija yetu ya hapa duniani. Katika injili ya leo, Yesu kumgusa mkoma ni tendo la mapinduzi makubwa zaidi katika injili ya leo, kwani kulingana na sheria za zamani, kumgusa mkoma kulimfanya mtu awe najisi. Kwa mantiki hiyo, watu walipingwa kuwa pamoja na watu wenye ukoma. Lakini Yesu kwa kufanya hivyo hakupoteza utakatifu wake, bali anatuambukiza utakatifu wake, nasi tunakumbushwa kukubali kuguswa na Yesu ili atuambukize utakatifu wake, na tusiogope kufanya hivi licha ya kuwa na ukoma muda mrefu, kwani mwinjili Marko leo anatukumbusha kwamba licha ya kuishi katika dunia iliyojaa kelele nyingi, Yesu bado anagusa waliokataliwa, anagusa waliovunjika, na hasa wale tunaowahukumu wa haraka. Katika injili ya leo, maneno ya Yesu mwenyewe yanayosema Nataka, takasika. Kwa imani yetu tunaweza kuona ni mafupi sana, lakini ndiyo maneno yaliyobeba mapinduzi ya maisha yetu, kwani neno nataka linamaanisha Mungu yupo karibu nasi. Takasika linamaanisha Mungu anatenda sasa na siyo baadaye, kwani hakusema subiri jitengeneze kwanza, au badilika halafu uje nikutakase. Mungu anatutakasa na kuturudishia hadhi ya kuitwa wanawake mara moja. Katika injili ya leo Yesu anapomkataza mkoma kwenda kutangaza kwa watu jambo alilotendewa, yaani kutakasa kwake, hapa ndipo mwinjili Marko anatukumbusha siri ya hekima ya Mungu. Yesu hatukatazi kushuhudia lakini anatufundisha hasa kupitia injili ya leo ya Marko namna na wakati sahihi wa kutoa ushuhuda, kwani imani thabiti ni ile inayotambua ni wakati gani wa kunena na ni wakati upi wa kunyamaza. Kujionyesha kwa makuhani kunaonyesha utiifu kwa sheria, kujionyesha kwa makuhani kunaonyesha utii kwa sheria, kurejeshwa rasmi katika jamii na kuthibitisha kwamba uponyaji wa kweli na hapo ndipo tunapata kutambua kwamba imani haipingani na taratibu halali na miujiza haifuti uwajibikaji katika jamii. Lakini pia tunatambua, katika hija yetu hapa duniani, tunakutana na kupitia changamoto nyingi zinazotufanya tuhisi kuchoka, kujeruhiwa na kuhisi kutengwa. Leo kupitia maandiko matakatifu, tunakumbushwa na kualikwa kumwendea Yesu kwani kwake kuna tumaini pekee, na kwake kuna huruma ya kweli, na yeye ndiye mponyaji wa kweli. Basi leo, wapendwa katika Kristo, tusiogope kusogea kwake, kupiga magoti na kusema kwa imani kuu, ukitaka waweza kutubadilisha. Na bila shaka sauti ya Baba mwenye upendo na huruma itatujibu, tena kama mkoma, nataka takasika. Itukuzwe Damu ya Kristo! na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami njili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Armando Jacksoni Ihonde wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.